Da, umpanga nini kusuftari leo? Sitapika chapati na maragwe. Ah, wenaye kila siku maragwe. Alafu umwona Yusra? mm, antoka taja, nambie yuendapi? Sasa tutatafutana naye ama ndo tujitayarishe? mm, umtafute kwani amfunga? Mwache tu kwanza, akija hapa hali hali ho chakula atakuwa ndio hivyo sasa, kwa hiyo chapati umesema na maragwe eh? E, chapati na marai. Na huyo Yusra huko ukoshua, akija atatusaidia kufanya kazi. Amsaidie nani yeye, mwenye kila kukicha kiguna njia. Acha niende nikaangalie chenye tutapika basi e. hmm. Hmm. Jana basi nilinunua bangi. Nilivyonunua, na jana hapa maskani hakuna aliyetibuka <laughs> Wewa, oh, mwanangu, sasa leo nkujana gani? No, mm. Leo we we, si nakuja na ice crank na nambua kinoma. Ngoja nimalizie leo hapa patachwa mavi, stimu kali. Tabia za kisichana tu suchu. Tabia nani ndo anamleta? Ndo alimleta tuletewa hiyo bana. Ah. Sasa so, kwa mm. nini ndo namleta, si msikize huu. Usilete wa shamba hapa. Shoga angu sikwambie, sinapata danga jipya mwenzio. Wacha Ramadhani hii ndo danga la wapi? Basi hiyo Ramadhani ndo watu Na nakwambia, hey, boy. waume. Pande la mtu. nini. Salamu Aleikum. Vipi hali ndugu, naomba kuwakumbusha ndugu zangu kwa, kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tusikizeni kina dada kina kaka. Ona dada hapa, mwache atukumbusheni. Watoto wa Kiislamu sahihi, kina dada, mngekuwa mko nyumbani mwapika iftari. Kina kaka, mngekuwa mko miini msikitini pale.

Kishatibuka. iaaaukija tu selfie nimchukue, nipige naye selfie hii, onika kituo cha polisi. Ushasikia kichwa kidogo, kaioatar ushatibuka. Kaa hapa bado. Nani wapi wewe? Kashatibuka. Sameni ndugu zangu, dada zangu, kaka zangu, kama basi sameni, sio kusudio langu mimi kuwakosea. Kwa hiyo alikuwa ajua na makosa, si ndio? Kuwakumbusha ndugu zangu, Mwenyezi Mungu anatuambia fadhaki kumbusha neni. Waingiza mambo mengine gani? Wewe kuanzia leo boy kijana. Shoga yangu ogamu

Maliki ya umidin iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ihdina sirata al-mustaqim sirata al-ladhina al anamta alayhim ghayri lmaghdubi alayhim waladali. Mashallah, dadangu wa naipenda ah. Mbarikiwa lakini mimi da. Karibu mpenzi oh, Aujafanya kosa. Waitwa nani? Naitwa Lisa. Waishi hapo? Nitakupitia. O, mzuri. Mbona waogopa? Shoko, omba msamaha lakini, sijali mimi, nitakupitia mrembo. Toto peace. Lazima kipate chombo atakacho. <tus> Oye, mambo vipi? Vipi? Subhanallah, nini toto mdogo maji ajivisha maji kosa. Subhanallah. Nataka ukimaliza uende haraka urudi, atuje tusaidiane ukandaya mahamu. Eh, usiende kukaa huko time, zishafika magharibi sasa hivi. Wewe si ah, ah, we maliza uende urudi, kwani utapika mamri peke yake? Aviendi huwa siwe mwanangu, nakuzaa mwenyewe bwana. Ma, ma, nini tena unafunga? Ambapo waje tayari hapa na machakula kwa mbele yetu, anza kula. Mimi unaona ninafunga, ninafunga Ramadhani yenu chakula. Hebu nina kuambia, ukichukue uniheshimu mimi, heshimu dada yako mkubwa. Utanifanya nini sister? Nitakukata mabao, tusipandane kichwani. Sawa ajue, kuna uwezo wewe usimpige dadangu, dada usimpige. Hey, na hichi chakula nitachukua na utanipeleka mahali. Mimi dada ako mkubwa. Nani aliepika umeuliza? Umpika umewe ume, umeenda ume, ume, katafuta. Una wazimu, ilete bana. Hebu nenda zako ndani, ungeenda ukabangaza basi ukaja na hata samaki. Usamaki una mtu wapi? Shauri zako yeah. Aa, haya, ngoja tuulize kunani, haya kuna nini, nini? maanake sura munzikunja kama mkula ndimu sinuyo Yusra shangazi bana Yusra sisi antuchokesha. Hebu tulieni, tulieni tuajenge. Kuna shida gani? Ah, Yusra bana, shangazi wewe kama utakuja nyumbani, ah, kuja nyumbani si hoja, mpaka nijue kuna tatizo gani, kuna shida gani, ndo nije nyumbani. Sasa mimi natoka hapa na nyinyi moja kwa moja naenda kuyasuluhisha hayo mambo. Lazima mimi nitahama na virago vyangu nije nikae na nyinyi huko, ndio nijue hizo tabia zake zitaisha ama zitaendelea. Twendeni, simama simama simama. Sasa, we utaendelea kupika mahamri. Kesho, pia si si... si utamalizia kuyapika haya ha, mama, ha, ha. Basi nyi tangulieni alafu, kesho asubuhi naja, sawa inshallah. Basi usisahau haya, sawa we, sawa, sawa. Sawa. Kila kukicha ni kesi tu, kila kitu yani mtu mmoja yuwasemwa yeye mtamzima. Jamani, si ndugu yangu mi aliniachia lana mimi A anenda, ngoja mingachukwe, nikachukua karai nende nikabandike mahambi, manake nashachoka pia.